Usiku wa kuamkia leo imeshuhudiwa ajali kubwa katika barabara kuu ya Morogoro Iringa. Ajali ambayo imegharimu maisha ya watu kumi hadi sasa. Akizungumza na vyombo vya habari, Mkuu wa Mkoa wa Morogoro Adam Malima amedhibitisha kutokea kwa ajali hiyo huku akitaka hatua zaidi kuchukuliwa ili kudhibiti ajali za barabarani ambazo zimekuwa zikitokea mara kwa mara katika barabara kuu ya Morogoro Iringa, barabara kuu ya Morogoro Dodoma, barabara ya Morogoro kuelekea Mikumi na Iringa. Eh, saa kumi na nusu, ilitokea ajali kubwa, ajali mbaya sana, baina ya lori la mizigo lilobeba sukari na, na, na gari la basi la abiria ambalo lilikuwa linatoka Mbeya kuelekea Dar es Salaam. Kwenye ajali hiyo jumla mpaka dakika hii eh, saa nane na nusu mchana, e, tumepoteza Watanzania wenzetu kumi. Tisa walifariki hapo papo hapo kwenye eneo la tukio na mmoja amefariki akiwa anakuja huku, baada ya kufanya jaribio, amefika hospitali lakini madaktari wametumia nguvu kubwa, lakini haikuwezekana. Kwa hiyo mpaka dakika hii tuna, tuna, tuna marehemu kumi. E, kwa hesabu tuliyokuwa nayo mpaka dakika hii tuna majeruhi 44, watoto wa nane e, watoto wote wanaendelea vizuri. Tumetoka kuwaona sasa hivi, wana maumivu makubwa e, lakini wanaendelea vizuri. Katika hao watu wazima tuliokuwa nao ishirini ni waume me na 18 na ni ke ndio katika hao ishirini wanaume mmoja tumempoteza tume akiwa anapatiwa matibabu. Mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro Dr Daniel Nkungu amesema majeruhi wote wanaendelea kupatiwa huduma za matibabu na miili sita imetambuliwa na ndugu, huku miili mingine minne bado haijatambuliwa hadi sasa. Kuna watatu ambao hali zao zinahitaji kupewa rufaa, tumekusha kuwapa rufaa kuelekea Muhimbili wengine waliohitaji upasuaji tayari, huduma za upasuaji zinaendelea. Wengi wao pia walikuwa na eh, majeraha madogo madogo kwa maana ya lacerations na bruises, madaktari wanaendelea kushughulika nazo, na wale ambao wamevunjika, basi kuna utaratibu wa kuwahudumia kwa maana ya kuwekea wale wanaohitaji vyuma, kuwekea vyuma kwenye mifupa pleti, au wanaohitaji kufungwa mivunjiko eh, yao wa basi, wote wanaendelea kupata huduma. Uh, kwa kifupi ni kwamba hospitali imeweza kumanage eh, wagonjwa wote waliofika hapa na wote wanaendelea vizuri. Marehemu tuliopokea, sita ameshakuwa identified, wanne bado hajakuwa identified, tunaamini muda unavyokwenda tutapata ndugu zao na wataweza kutambuliwa.